Yes, yes, yo, e, bwana mambo vipi? Karibu sana kwenye screen play hii. Hapa ni D&A TV. Unaisikiliza na kuitazama right now. Mimi naitwa Morgan Kalisto Masters, the King Master Buffalo. Nyuma ya kamera iko kipande, na leo uh, screen ya DNA Television imepata nafasi ya kumtembelea mmoja kati ya watu ambao ni wakubwa sana uh, Tanzania wameanza way back sana miaka ya 90 huko, namzungumzia eh, ndugu yangu kipenzi kabisa cha Watanzania anaitwa Rashidi Mzange. Tuko naye hapa leo, tunapiga naye story, tutapata kujua mengi kuhusiana na yeye. E, bwana, mambo vipi, bwana mzee wangu? E bwana, mambo ni mazuri, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mambo yamekaa sawa, tuko tere bien SK, tuna comprendre maisha yanaenda. Yes, yes. Um, anajishebedua shebedua, udemu mapepe mtupe kidogo kwanza, ile atulia tulia, huyu demu mapepe Nabidi ya pepewe huyu demu mapepe mwanangu mapepe, mapepe, mapepe. Aha. Paga moyo ushikaji kwa mfuga ndegi. Ya, limeshanichuna hili demu linaniona bwigi. Kucha kutwa kucha hili demu kigunga njia mwanangu, kesho kwa kameta, kesho kutwa kwa kata pila. Mtoto bomba kipota bote tena mweusi. Mtume anagawa huyu demu kama bisikuti. Okay, cha kushangaza pale demu linaposema heti achopo na Mungu kumnyima mwana mdhabi Eh bwana makubwa, madogo yana nafuu. Basi konye konye washikaji, mdudu achewoni so sili, tutamtoa habari huyu demo kichupe mkononi. Eh bwana ajatulia tulia huyu demo mabebe. Ndio. Hiyo iliamsha paka wazungu huyo. Wazungu walisikiliza sana hiyo. Sikiliza sana ndani ya Ulaya Ujerumani, wapo wameipata sana hiyo. Ulipiga show sana uh, kwa kiasi gani? Alipiga show sana hasa katika nchi za watu za Dendirani, Mozambique, Msimbo, Dempraya huko nani? Nairobi, Nairobi, Mombasa, Mombasa, nini, nchi za jirani hizi zote imepigapiga sana yaani Omani, Omani, Komoro, Komoro, imenipa imenipa huko burudani kweli kweli, si mchezo yani. Kuna mtu anaweza mu naeza kaa, najiuliza bwana Rashid au Kingwendu una, wakati unafanya kazi hizo ulikuwa unamenejiwa na nani, ambaye sasa hivi labda ufanye naye tena kazi wakoni kwenye ule moto wa kipindi hicho? Meneja kipindi kile nilikuwa naye mmoja tu, anamuita Kameta Kameta ndio alionizojuzi kipindi hicho mpaka sasa hivi mambo yameenda vizuri, ni Kameta ndio ambaye alikuwa meneja wangu. Ni huyo tu, hakuna tena meneja mwingine aliyotokea zaidi ya Kameta. E. Kwa kazi zote alikuwa na alikuwa anafanya kwa Kameta kote ambapo tunasema alikuwa anazunguka. E, kote, kote, yani, producer Kameta, studio kwa Kameta, meneja wangu Kameta. Unajua ukiwa na meneja ambaye ana kila kitu, inakuwa ni rahisi sana na mambo yanaenda vizuri kuliko kuwa na meneja mbabaifu. Sometimes uko osi, mimi meneja nina nini na anakusikilizia wewe tu upate maisha nini, ndio msikilize na hiyo sio kweli lakini meneja nani, nani Kameta alikuwa anafanya kila kitu. Kwanza Kameta alikuwa ananitengenezea nyimbo kali kama hizo, ilia, bwana, fanye, fanye, fanye, visafi, nini, unaona bwana Samt nitafutia paka shufani bwana, kuna ishu fani bwana, Mozambiki anakuhitaji kule, nahitajika Ulaya, wanakuhitaji huku basi mambo kanaenda vizuri. Nini ambacho kilisababisha sasa au kuendelea, labda tuone, labda unatoa EP unatoa album kwa kipindi hicho, kwenye upande wa, wa kuimba nini ambacho kilikuwepo au upande wa kuimba? Kiukweli kabisa, mimi sio muimbaji, niseme tu, kwa sababu mimi katika kuimba kama na nagusagusa tu. Waimbaji wenye wapo kina Mondi, kina Harmonize na Yando, waimbaji ila mimi sana sana kazi yangu ni comedy kuwafurahisha watu kuwachekesha na nini, na ndio kazi yangu kubwa. Lakini kwenye kuimba, hata ukiona kwenye kuimba kwangu naimba zile comedy, yani unaona, lakini zina ujumbe ndani yake, unaona bwana. Kwa hiyo mimi kwenye kuimba sio, ndio maana sikutaka kutoa albamu sana, sina nini, natoa tu nyimbo, natoka natoa, watu wakipenda safi, wasipoipenda natafuta nyingine hivyo. Lakini kwenye kuimba mimi sipo kabisa, kule nagusa gusa kuongezea ongezea tu madini fulani katika act zangu. Unaweza ukasema ulikuwa ni mwanzilishi wa kwanza wa staili ya uimbaji wa aina ya comedy unaweza ukasema hivyo. So, kusema hivyo. Sasa naweza kusema hivyo ndio maana yake. Mimi ndo manake wa mwanzilishi wa mwanzo wa kuimba nyimbo za comedy zile za za nyimbo za comedy yani, unaona bwana. Mimi ndo wa kwanza na ndo mwanzilishi. Na nimepiga hiyo hip hop mdundiko. Ngoma za ki... hip hop mdundiko. Hip hop mdundiko ngoma za kinyumbani hizo. Unaona bwana. Midundo yake mwenyewe naiona ile ya kinyumbani kabisa. Kuniambia wabunifu wa singeli watu wa mwanzo mwanzo, kama akina Msagasumu na wengine wengine ambao walikuwa wanaanza mwanzo mwanzo, wakina Simela, unataka kuniambia walikuchungulia wewe idea yangu? Wale wamepata idea kwangu mimi, wameangalia mimi, nichungulia idea, wa idea, wa idea kwambo waila wao wakaboresha vizuri zaidi, kwamba ikaonekana iko fresh. Uliwahi labda kuwatafuta na kutaka kujua labda imekuwaje na nini, mbona kama upepo wangu mnautembelea, alafu bado ah, hamtaki kunitambua kwamba mimi nilianza na hizo mambo. Uliwahi unajua nini kama msaga sumu, msaga sumu ni mdogo wangu, mshikaji wangu sana sana. Tu naona bwana, sana tu tushaonaonana mara kibao na tushapanga mipango kwamba tufanye featuring mimi na msaga sumu, sababu sisi ni wazalamu, unaona bwana tushapanga mipango, lakini sasa kwa mambo mengi tu, mara tumeingia hapa, tumetokea hapa. Lakini mimi na usaga sumu, na shaniambia bwana, msaga bwana, Kingwendu mimi idea zangu zote nimezipata kutoka kwako wewe. Unaona mambo ya singeli na kila kitu na ile migomo migomo ya kizaramu ile, mimi ni baada ya kupiga ile mapepe ile, mimi nikofuata, baada ya mapepe na ile nani, marage mboga matunda. Unaona bwana, nimekufuata mule vizuri, lakini mimi nikaboresha vitu safi. Lakini bwana, tupe kidogo hiyo marage kidogo.

ndugu yangu sikufichi, umetulia. Ndio maana huyo shemeji amekuzimikia, hiyo message za hatari duniani. Habari ndio very nice, sawa sawa, vitu vimo bwana, vimo sana tu, vimo sana tu. Kwa nini uliacha, na watu walipenda sana style yako? Unajua kuna mtu anaweza kanajiuliza kwa nini aliacha, shida ni nini haswa? yeah. na labda, au ilikuwa hailipi kama hizo zile zilizokuwa zinalipa movie na uchekeshaji kwenye movie. Unajua shida, so kama kwa nini iliacha, kwa sababu shida ni kwa sina ule mshawishi na mfadhili, lakini umeniambia ulikuwa na meneja na ulifanya kazi sehemu nyingi sana. Meneja nimefanya naye kipindi kile, ndio nani nani, vitu vinabadilika sasa hivi. Unaona vitu vinabadilika, kipindi kile cha nyuma, mwaka elfu mbili, elfu mbili kule, elfu mbili ndio nilikuwa na meneja, unaona bwana, na meneja na kala mambo yake mengi mengi kuanzia elfu mbili mpaka elfu mbili na tano mpaka elfu mbili na kumi tukawa kila mtu kwa kivyake. Elfu mbili ndio elfu mbili na kumi bwana, na kala mengi mengi, elfu mbili, elfu mbili na, sijawa na meneja tena, mpaka leo sina meneja tena na, na, na, na ukizungumza issue ya management kiukweli, kuna baadhi ya wasanii ambao ni wa kizazi kipya, nadhani unafahamu kuna mtu kama Ibra, kuna mtu kama Lavalava -lava, ambao walikuwa kwenye lebo kubwa wakataka kutoka lakini kuna mushkili kidogo, zilitokea maneno maneno hapa na pale. Wewe ni kitu ambacho pia kinakuogopesha kwa sasa hivi kukaribisha meneja mpya kufanya naye kazi kwenye upande wa muziki? Unajua bwana, sometimes kuna meneja wengine wanaongea ongea maneno mengi sana, ni sometimes wewe unaweza ukapata meneja aka akafaiti, ukaanza tena upya, ukawa fresh baada like, akasema mimi alikuwa ganyama hasha expire, mimi ndo nimemchomoa huyo sina nini, afu hata mapato sometimes anaweza kwa wewe, hey, anachukua mapato mengi kuliko hata wewe msanii mwenyewe. Unaona no, bwana? Yeah, sawa mimi nimekuchomoa mimi bwana. Lazima nirudishe shira zangu si ni nani mambo mengi. Gharama zangu zama zirudi zote. Sawa, gharama amesharudisha sometimes zipo. Lakini bado anang'angana kwamba mimi nimekutoa tena kwa mara ya pili. Unaona no, bwana? Lazima nirudishe gharama nani. Masimu yangu yanakuwa mengi. Sasa mimi mtu mzima simetaki masimu yangu hivyo. Mtu kama anaamua tena kunirudisha upya kipindi hiki, sio mbaya. Unaona no, bwana? Lakini toe tuingie mkataba ki kiraha duniani. So, ni simange simange, si huyu yuko sha expire zamani, si na nini, na nini. Unajua bwana, mtoaji, wewe mtoaji, maisha yote ni Mwenyezi Mungu peke yake. Unaona bwana? Sasa mimi simango, sipendagi mara nyingi na kwa spend vitu kama hivyo hapo. Napenda mtu tu tuingie mkataba, tuwe kama ndugu, tufanye kazi, nitafutie kazi hapa, tunaingilia hapa tunatokea, unipush unielekeze bwana, hapa tunaingilia hapa tunatokea hapa, tufanye hivi, tufanye hivi, tupige matangazo hapa na hapa na nini, tuimbe ama tutengeneze kasa sana. Mimi ni muigizaji, ni, ni, ni, ni mchekeshaji kwa hiyo unaweza kutafutia mtu labda akaniandikia story na nini, wakatafutia director akani direct bwana Kingwendu, fanya hivyo na nini. Wasanii tunao wa kutosha na nini, safi. Naona kwa naangalia maisha yanaendaje, tunapeleka pale kituo cha adhabu au na nini au DSTV na nini, tunaangalia maisha. Safi, anachukua maisha yeye na mimi nachukua maisha ki maisha, anaenda naona bwana, lakini sio kusimangana. Naona ma maisha kusimangana, mimi sipo spendi

hakuna kwenda kinyume cha hivyo e, so, um, uh, game imechangamka sana uh, kwa kipindi hiki 2025 na game imekuwa ya moto sana Bongo Flavor. Kabla ya kwenda kwenye filamu, kwanza nataka nijue kwenye Bongo Flavor alafu wako serious, wakisema Bongo Fever tuimbe, wanaimba kweli kweli, hawachezi kama vile zamani. Mtu anaongea anaingia kwenye nani ili hadi atoke apate jina, sina nini yeye, lakini sasa hivi mtu anakaza kweli, mtoto mdogo. yeah, yeah. na na hapa, na, unakuta wale vijana wanafanya vizuri sana, chonivutia vutia mimi. Vijana wanatunga kweli kweli, wanaandika nyimbo na za kutulia, na melodi zao zinatofautiana na melodi nyingine nyingine. Mfano, mtoto alikuwa anaimba afande, si ni ni ni ne, afande si nimefanya fanyaje? Yule dogo ametuu ameenda kwa hosteli yake, kama yana ameiti kweli kweli, iko vizuri kishenzi. Eh, sawa, kwenye wasanii wa kuimba ukimtoa Diamond Platinum na Alikiba Uh, ambao ni wakubwa sana kwa Tanzania na East Africa na dunia. Uh, uh, msanii gani ambaye uh, kuna, kwenye, hii new generation kizazi hiki kipya na kuvutia kiasi cha kwamba cha wewe sasa kuweza kuyaongea hayo ambayo umeongea? Bongo Flava ama Singeli? Uh, wasanii wa kuimba anaweza kawa hata Singeli labda tupate hata wawili au Bongo Flava tupate hata watatu, jumla ya watano. Uh, upande wa Singeli kwanza ananivutia sana Dula Makabila. Dula Makabila dogo ametulia sana anaimba nyimbo ambazo zinaeleweka na, iliweka, na zina message. Yule dogo mimi nampenda sana, yuko vizuri, huyu ananivutia kweli kweli. Mwingine hapa amesha naona kidogo amesha expire kidogo, nadhani simuone, anaitwa Meja Kunta. Naye Meja Kunta naye yuko vizuri, unaona bwana. Upande tena sasa hivi na nini, kuna udogo anamuita Ibra, upande wa Bongo Flava Ibra, na anaenda vizuri sana Ibra, yuko vizuri, ametengenezwa, amewiva, amekuiva vizuri, yuko sawa Unaona bwana, huyo kijana huyo anaimba singeli sana, mbaama yuko vizuri, safi osa. Mwimbaji wake akikaa kwenye jukwaa na wasiwasi hacha kaliki kukatakata viuno, si acheze yeki kuno chakimoja cha kushota kiweka hivi tuna namna gani ya la duniani. Yani kama anaelekeza mashahidi yake, fsawa yule dogo mmempendaiko vizuri sana eh. Uh, na kuhusiana na pateni tuna stori yake kwamba wali wakati anaanza walipata kidogo mushkeli yena mwenzie, e, alikuwa ni kuna dogo Pateni pamoja na dogo yule mwingine ambaye alikuwa anaitwa dogo Sergeant, ah. Uh, wasanii hao wawili walianza kazi kwa pamoja, lakini baadaye kunaonekana kuna tafaruku fulani hivi, baadaye wakagawana. Kila mtu akawa meneja mwingine, akachukua huyu mwingine akachukua huyu. Uh, unadhani kwenye game ya Bongo Flava kuwa na mitafaruku kama hiyo, kurushana maneno, ni kweli inakuza kama wanavyosemaga kwamba inakuza, bifu zinakuza ama ni kitu ambacho hakitakiwi kabisa, kwa maono yako wewe kama Kingwendu? Ah, hiyo sio kama inakuza hiyo. Sometimes unaweza kuleta uhasama mkubwa, na vile vile unaweza kabomoa. Unaona bwana, hiyo sio, kwa, kwa, kwa mtazamo wangu mimi haiko sawa. Bifu haziko sawa, bifu sio so nzuri, bifu naweza ikaleta vita. E sawa, naona kama ni bifu na nini ili mraji eh, wapate viwazi na nini, lakini nakwenda sio vizuri sometimes inaweza bifu bifubifu hiyo ikaleta vita kwa wasanii na kwa, si vema kwa sababu naona kuna kati fulani hapa, iko kama kuna vita fulani kati ya Diamond na Harmonize. zile bifubifu bifu zile naona Hasa ni mbaya sana. Mtu unafanya kazi bila amani, unakuwa huna amani, unaona kama mwenzangu si hata kuniloga nife, mwenzangu si... sio ile... watu wanakesha kwa, kwa kwa waganga ile hasa, ile kazi gani, maisha gani yale, yale sio maisha. Msanaa fanya, fanya muziki kwa raha duniani, kwa mtazamo wako vizuri na nini, ishi vizuri, usiishi kwa uhasama, usiishi kwa uadui, usiishi kwa wasiwasi bwana, usiishi kwa wasiwasi, hiyo ndio inapotakiwa Nona, mina unami, mi naona mimi mimi sinagabifu na mtu yoyote, lakini naishi nachokipata nicho hicho kidogo kikubwa, lakini kinanisaidia mwenyewe na familia yangu. Sitaki kibifu na mtu yoyote naona, bwana, sitaki kibifu tangu nimeanza sana zako mpaka leo, sinagabifu na mtu yoyote na ndio nanisaidia. Sawa, tufanye kama kwa vijana ambao wana, wanatamani kufikia levo ambazo labda umezifikia mzee wetu hapo, na kiukweli jina lako lipo kwenye makaratasi, hata unadhani hata BASATA wanakutambua kwa uzuri, historia yako imeandikwa vizuri sana. Uh, ukiwa kama baba sasa wa sehemu kama hizo ambazo umefanya kwenye sanaa uh, unawashauri vipi vijana au kitu gani ambacho unawaambia mtu ambaye hajatoka kabisa, nini ambacho anatakiwa kuzingatia ili kufikia malengo, kwa mtu ambaye kwamba ni msanii ambaye anatamani awepo kama mimi, anajatoka kabisa, si ndio? Kwanza awe na ndoto kwamba ndoto yangu mimi nataka niwe msanii, aidha wa kuigiza, aidha labda awe wa Bongo Flava, awe na ndoto hizo. Alafu katika muonekano, aonekane kama kweli huyu ni msanii. Mwingine anataka sanaa, lakini hayuko kwenye muonekano wa sanaa na wala tuseme, sijui hana hobi ile, ili mradi anataka awe kama fulani, lakini mukizungumza mone, muonekano unamaanisha nini? Unaonekana msanii ukimwangalia, ukimwangalia, labda unaonekana wewe ni mwandishi. Unaona bwana, na unatamani kuwa mwandishi. Kwa hiyo la msingi kwanza kikubwa afanye mazoezi kwa wasanii wakubwa labda. Unaona kama mimi Kingwendu labda anataka kuwa comedy kama mimi, aje afanye kwanza mazoezi kwangu mimi. Nimwangalie. Kweli huyu anaweza akachomoka. Na wakati huo hapo, ni mgumu sana soka. Kama zamani zamani ukiwa comedy kweli, mara moja unachomoka, lakini sasa hivi uchekeshaji wa sasa hivi si mchezo. Nataka uchekeshe, yani utulie, kwa hiyo uwe na akili timamu. Unaona sasa, unakumbuka uwe na mawe mengi eh, idea, idea nyingi sana za kutosha kabisa. Kuna za stand up comedy na comedy za kawaida, kwa hiyo nataka uchanganye, uangalie kwenye stand up comedy kule, ndio inawezekana. Hata watu wanapenda sana mambo sasa hivi, unaona bwana. Kwa hiyo vitu kama hivyo unatakiwa gangamali, unatakiwa uwe na idea unatakiwa uwe mvumilivu, ufanye mazoezi ya kutosha. Unaona bwana, huenda kidogo kidogo. So kama ada nusu nusu, unaweza ukamfikia kama Kingwendu. Hiyo ni ngumu sana. Sawa, hii hii generation uh, ya, ya, ya, sasa hivi kuna, kuna wachekeshaji wengi sana ambao wanategemea mitandao ya kijamii pamoja na YouTube za accounts kujipatia kipato na huko sana sana wamewekeza nguvu kubwa sana. Wewe binafsi yako hujaweka uh, sana nguvu huko. Kwa nini? Ah uh, kule sijaweka nguvu kubwa niko kule kwenye YouTube. No, naona sana sana YouTube nipo. Sema sijawekeza nguvu sana kutokana na mwenye kwanza niko na pilika pilika nyingi sana alafu sina mwandishi. Mwandishi sina, mtunzi sina ku, natunga mwenyewe naandika mwenyewe, na mimi niko busy sana. Kwa hiyo kama napata mwandishi na mtunzi mzuri, huitungia labda kasilizi fulani hivi, unaona bwana, hiyo eh? Inakuwa na sehemu ya movie au uchekeshaji, huyo mtunzi awe kwenye movie na uchekeshaji yaani kote kote. Kumbe kwenye labda la, la, tutuongea tu, na Watanzania kuna watu huwa wanadhani kwamba ukishakuwa na kipaji cha uchekeshaji basi wewe tu ukiamka tu unachekesha unakaa kwenye, kumbe kuna watu wanaandika kabisa, ni sanaa ambayo yes, inacholwa kila kitu. Emtu tuelezee ha, inakuaje yani hiyo? Sometimes mtu unatengeneza katika kitu kinaitwa serious comedy mimi nimerisi na, na kwa familia, yani kwa babangu mzazi alikuwa mchekeshaji, babangu mzazi pia alikuwa mwimbaji, babangu mzazi alikuwa mpiga ngoma za kizaramo long time, mzazi wangu mimi lakini Unaona bwana? Sasa mimi baada ya kuona kile kipaji cha mzee na mimi nikakipenda sana tangu niko mdogo mdogo. Na mimi nimeishi sana na baba kuliko mama kwa sababu mimi na miaka kama minane baba na mama wametengana. Alafu mimi kwa baba ndo mtoto wake wa kiume ni mimi peke yangu bwana, ameoa wake kama watatu hivi lakini amezaa watoto kike kike kike kikodi ila kwangu mimi huku kwa mamangu kutoka nini nikazaliwa mimi mtoto okay, wa kiume. Kwa hiyo baba akatokea kunipenda sana kama ndo alimasi yake, kama ndo ruru yake eh bwana. Kwa hiyo nami niko na nikampenda sana baba yangu, na zile sanaa. Sasa baba alikuwa anafanya kila kienda, sehemu kwenye mangoma na mimi ananichukua, naenda kwenye Jumamosi na Jumapili, Jumatatu naenda shule nini. Kwa hiyo vile vile mimi kuja huku kuona sanaa kisasa, nikajiongeza kidogo, nikaenda kuongeza pale Kaole la Bagamoyo, nikasoma kama miezi mitatu. Nikaongezea kidogo comedy, ndiyo maana mpaka service ya expire kwa sababu najitambua. Unaona bwana, nisipoonekana miaka mitano sita, aki tayari watu ukipita wananienjoy, Kingwendu Kingwendu. Kazi zangu kwanza zilikuwa nzuri sana, kazi zangu zilikuwa nzuri sana na bado zinaendelea kuwa nzuri mpaka sasa hivi, unaona. Kwa hiyo sasa hivi vijana sasa hivi wao nzito wanaandika story, wanasema story sasa hivi wao hawataki wazee hawa, tunataka vijana vijana. Nauliza, mmoja, kwa jina. Nasema, ni, ni vizuri sasa ukimtaja kwa sababu itakuwa kidogo inatoa uthibitisho mzuri hiyo movie itakuwa ina baba na mama. Eh au nyie baba na mama, tutakuwa ni vijana vijana tunaigiza, wewe wewe baba baba kijana e, mama e, kijana watoto e, vijana hapa e, ni. Na watoto ndo watoto kabisa. Eh, watoto watoto inakuwaje? Lazima move natakiwa watu wazee kama sisi, baba mjomba, unaona bwana, babu. Unaona bwana. Lakini sasa sisi hatutaki vijana, hataki wazee wazee bwana, tutakawia via. Kaambia. Kwa hiyo umekwasa kwamba nasi hatutaki wazee, tutaki vijana. Lakini kuna kuna vijana wamesema kabisa, mzee lazima tukutafute, tukae kama zamani utengeneze movie pamoja, naona bwana mm. Ehe, kuna story tutatengeneza, mimi na story, story zangu tu nataka nitengeneze sasa hivi vile vile, sema natafuta, navuta nguvu kwanza kidogo. Naona kuna story yangu nataka nitengeneze, iko story vizuri tu, naona bwana. Story ukianza kuitangaza ukizungumzia hapa, tayari watu wanaifanyia kazi huko, wanaanza kuitengeneza wao, ukitaja tu kichwa cha habari bwana, story yangu iko hivi, yani kichwa cha habari story yangu iko hivi kusema mkata mwema hiyo mashaitatengeneza sawa, yani, sawa. Uliwahi labda kuongea na Jimmy Mafufu ukamwelekeza labda kuhusiana na unachokisema labda kinaweza kikawaathiri nyewe kuwakosesha soko kwa ajili ya maneno yake au, au vipi? Ukwahi kumtafuta kabisa ndo leo unaongea kwenye, kwenye mike za D&A, okay, television? Muda wote mi nilikuwa naye muda wote e, muda wote nilikuwa naye, takribani miezi miwili niko naye, naona tuko wote katika harakati zetu za kimaisha, unaona bwana. Sababu ni nini mpaka alisema hivyo? ah, ah, sijui sababu yake nini, yeye alisema tu katika mvi zake sinanini Ah, wanataka vijana vijana, wazee wazee, hataki wazee wazee. Sasa sijajua wa alikuwa anamaanisha nini, hataki wazee wazee, hataka vijana. Na sio kweli kwamba movie inakosa wazee kama sisi, sisi ndio wazee wenye hekima na busara, unaona bwana. Naweza kaniweka sehemu mimi nika, unaona bwana, nikatengeneza kitu ambacho kwamba ukawa ni mzee ambaye kuonya, kuonya kutengeneza nini, unasema kwamba yani kitu kama vile maadili, maadili mema kwa familia, maadili mema kwa vijana wetu sasa hivi, unaona bwana.